Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuelekee huko Washington, Marekani. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba mpango wake wa kuiteka nchi ya Canada na kuwa chini ya Marekani ni jambo ambalo lipo serious na wala si masihara. Donald Trump katika kipindi kifupi kilichopita alitangaza nia ya kuteka maeneo kadhaa ikiwemo nchi ya Canada na wakati huu tena anathibitisha kauli hiyo akisema kwamba yupo serious na mpango wake wa kuitwaa nchi ya Canada na kuwa jimbo la hamsini na moja la Marekani. Trump amesema kwamba Canada itaweza kuwa bora na imara kama itakuwa sehemu ya Marekani na kuwa miongoni mwa majimbo ya taifa hilo la Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za Oval siku ya Ijumaa, Trump alisema kuwa Marekani inatoa ruzuku ya mabilioni ya pesa kwenda Canada, huku akidai kuwa licha ya ruzuku hiyo wanayotoa kwenda Canada, lakini hakuna usawa wa kibiashara kati ya Canada na Marekani. Inatogharimu dola bilioni mia mbili kwa mwaka katika ruzuku ili kuifanya Canada muendelee. Ninaposema wanapaswa kuwa serikalini, ninamaanisha hivyo. Ninamaanisha hivyo. Alisema Donald Trump. Kwa upande wa serikali ya Kanada ikijibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump, waziri mkuu mpya wa Canada Mark Carney ambaye amechukua nafasi ya Justin Trudeau amemjibu bwana Donald Trump kwamba Kanada kamwe haitowahi kuwa chini ya Marekani. Hatutowahi kwa namna yoyote serikali yetu kuwa sehemu ya Marekani, alisema waziri mkuu huyo katika wiki zilizopita. Mara baada ya kuapishwa Mark Carney amesema kwamba kitendo anachotaka kukifanya rais wa Marekani Donald Trump ni kutafuta kutoelewana baina ya Kanada na Marekani. Kadhalika, waziri huyo amesema kwamba Kanada ipo tayari kuzungumza na Marekani kuhusu vita vya kibiashara endapo nchi hiyo ya Kanada itatambulika kama taifa huru na kupewa hatima yake. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu ambapo rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba yupo serious na mpango wake wa kuiteka nchi ya Canada. Wakati huo huo, Canada nayo imejibu kwamba haipo tayari kuruhusu jambo hilo kutokea. Basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.